Ladies and gentlemen, siku ya leo wasiwasi wasi mkubwa sana umetanda nchini Tanzania. Yaani watu wameamka wakitarajia kwamba watapata machafuko makubwa sana kwenye streets. Yaani watu wataandamana. Kuna baadhi ya viongozi ambao wanapinga serikali ya Mama Samia Suluhu ambao walikuwa wanataka wananchi waende kwenye streets na kufanya maandamano. Lakini hii pia inatokana na kile kitu ambacho kilifanyika wakati wa uchaguzi tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba, kulishuhudiwa machafuko makubwa sana. Kuna baadhi ya watu ambao walipoteza maisha, kuna baadhi ya watu ambao bado mpaka leo wapo gerezani, walishikwa na kushtakiwa na makosa tofauti tofauti. Kuna umwagikaji mkubwa sana wa damu ambao ulishuhudiwa siku hii, lakini wananchi wa Tanzania walisema kwamba wanataka haki yao, yaani walisema kwamba wao hawapendi uongozi wake Mama Samia Suluhu. Kuna baadhi ya watu pia ambao walisema kwamba wananchi wa Tanzania hawakumchagua Mama Samia Suluhu. Kuna watu ambao wana hasira na njia ya uongozi wa Mama Samia Suluhu. Sasa, siku ya leo ikiwa ni siku ya tarehe tisa kuna niseme ni siku kuu sana Tanzania, ni siku ambayo wana celebrate uhuru, yani independence ya nchini Tanzania. Na siku hii ni siku ambayo wananchi na wale watu ambao wanapinga serikali ya Mama Samia Suluhu walisema kwamba watajitokeza, wataenda kwenye streets kuhakikisha kwamba wameandamana kudai haki yao, kusema kwamba wanataka uongozi ambao ni wa haki na kweli, kwa sababu wanasema na wanaamini kwamba uchaguzi ambao ulifanyika ni uchaguzi ambao sio wa haki na, na ya kweli. Lakini sasa kitu cha ajabu ni kwamba kipindi ambapo watu walitangaza kujitokeza kwenye street na kufanya maandamano haya, Rais wa Tanzania mama Samia Suluhu alitangaza yeye rasmi, akasema kwamba hakuna kitu ambacho anakiogopa, lakini pia wale wananchi ambao wanajipanga kwenda kuleta machafuko makubwa na kuharibu uh, mali za umma, watakutana na wanajeshi wa Tanzania, mapolisi wa Tanzania na niseme sekta mbalimbali mbali ya security ambao wanalinda wananchi wa Tanzania. Lakini sasa swali ni sijui kama wananchi wa Tanzania wameamua kwamba wao wanataka amani ama ni uoga ambao waliuziwa na serikali ya mama Samia Suluhu. Tukikumbuka vizuri kipindi ambapo kulikuwa na maandamano ya uchaguzi mkuu ambao umepita, uh, mama Samia Suluhu na serikali yake walisema kwamba baadhi ya wananchi ambao walifariki dunia, baadhi ya watu ambao walipigwa marisasi wakaumizwa na mapolisi na wanajeshi wa Tanzania baadhi ya watu ambao walikamatwa kwenye miji mbalimbali ya Tanzania, sio watu ambao wanatoka nchini Tanzania. Alisema kwamba ni watu ambao wanatoka nchi jirani. Sasa nchi jirani hapa, sijui kama alimaanisha ni Uganda, alimaanisha ni, alimaanisha ni Kenya ama alimaanisha ni nchi gani, lakini alisema kwamba ni watu ambao hawatoki nchini Tanzania. Sasa kauli hii imeogopa, imeogopesha watu wengi, watu wengi wanahofu wanasema kwamba huenda wakijitokeza kwenye streets, uh, labda pengine uh, wataumizwa labda pengine uh, kuna baadhi ya watu ambao watakamatwa na vitu kama hivyo, kwa sababu kauli ya rais wa Tanzania Samia Suluhu ni kama ni kauli ambayo inaonyesha kwamba ukipatikana kwenye streets, ukiandamana, pengine utachukuliwa hatua kali sana, yaani wewe ni mtu ambaye utaonekana kama sio mzalendo wa Tanzania wewe utaonekana kama, kama, utaonekana kama mtu ambaye unatafuta njia za kuleta uharibifu kwenye nchi ya Tanzania. Lakini pia uh, inasemekana kwamba muda huu ambao tunazungumza kuna security ambayo tayari serikali ya Tanzania imetoa yaani, kuna mapolisi wengi sana, kuna wanajeshi wengi sana ambao wamemwagwa, yani kule Dar es Salaam, kule Dodoma, Mwanza, sehemu mbalimbali ambazo zinaaminika kwamba ndo huwa zinatanguliza haya machafuko aa, ya uchaguzi na hata machafuko ya kudai haki ya wananchi, kuharibu mali za umma na vitu kama hivyo. Sasa sasa hivi wananchi wa Tanzania wameamua kwamba wao hawatajitokeza kwenye streets, uh, kuleta haya machafuko tena ama kucomplain kuhusu serikali hii ya mama Samia Suluhu. Lakini pia uh, inaonekana kwamba wale wanajeshi ambao wamejitokeza uh, ni watu ambao wanataka kuangalia kwa makini, wanataka kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya watu kweli ambao watajitokeza kuanza maandamano ama kuleta vurugu sehemu tofauti tofauti. Siku ndo imeanza kama tunavyosema, Hakuna kitu ambacho naweza nikasema kwamba tayari kimeshuhudiwa nchini Tanzania. Hakuna habari mbaya ambayo naweza nikasema kwamba tayari imetokea ambayo inasema kwamba kuna watu ambao labda pengine wapo kwenye streets tayari wamepigwa risasi. Hakuna kitu ambacho tayari inaonyesha picha halisi ya kile kitu ambacho kinafanyika Tanzania, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi bado kuna amani Tanzania. Watu wametulia, watu wako manyumbani kwao, yani the way watu walikuwa na expect kwamba watapatikana kwenye streets wataonekana laiki ya watu wakiandamana, haijaonekana mpaka sasa hivi. Lakini pia maandamano haya yangeleta madhara mengi na vitu vingi tofauti vingefanyika nchini Tanzania. Kitu cha kwanza, maandamano haya yangefanya hata Mama Samia Suluhu kujiuzulu. Kwa sababu gani nasema kitu kama hicho? Uh, international communities tayari wameanza kumulika Tanzania kwa sababu ya kile kitu ambacho kilikuwa kimefanyika, na kama wewe ni mfuatiliaji mzuri sana wa siasa nchini Tanzania ama East Africa, nadhani uliona hata ile documentary ambayo alifanya Lari Madoa ambayo ilikuwa inaonyesha miili ya watu wafu ambao walipatikana kule Tanzania wamepigwa risasi na mapolisi na vitu kama hivyo. Sasa unakuta kwamba the international communities waliingilia kile kitu ambacho kilifanyika Tanzania na moja kati ya zile organizations ambazo walizungumzia story ya Tanzania ni UN, ambao walitoa taarifa kali sana kwa Mama Samia Suluhu na kumwambia kwamba unafaa kuwapatia wananchi nafasi ku exercise their democratic rights. Yani, kama watu wanataka kwenda kwenye streets, unafaa kuwapa nafasi hiyo waende pale kwenye streets wadai haki yao na kuwasikiliza wanafanya kitu gani, wanasema kitu gani bila kupigwa risasi na mapolisi, bila kukamatwa, bila kupata majeraha walivyofanya, uh, wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba. Lakini mama Samia Suluhu bado alipinga, akasema kwamba uh, hawa watu ambao wanatoka nje ya Tanzania wanazungumza ni kama wao ni wasafi zaidi, kama wao ni watakatifu, kama wao vitu kama hivi havitokei okay, kwenye nchi zao. Lakini nadhani ni ku create awareness, ndio hizi organizations zilikuwa zinajaribu ku create, kwa sababu hizi ni uh, afya za binadamu ambazo zinakatwa ghafla na machafuko haya. Lakini pia kando na hiyo, ni wananchi ambao ni wazalendo, ni wananchi ambao wanataka haki yao. Uh, niseme kwamba uchaguzi ambao ulifanyika Tanzania ni uchaguzi ambao ulishangaza dunia. Ukiangalia kwa makini, hata kwa ule ushindi ambao mama Samia Suluhu aliupata ni ushindi ambao ni vigumu kukubaliana naye. Hata marais wengine wa nchi zingine walijaribu kusema kwamba ni, ni ushindi ambao sio wa kweli na ni ushindi ambao sio wa haki. Lakini sasa mama Samia Suluhu alisimama kwa ujasiri akasema kwamba nchi ya Tanzania inamhitaji yeye, nchi ya Tanzania walimchagua yeye. Sasa kauli hizi wananchi wa Tanzania wakizisikiliza kwa makini, inawafanya wanakuwa na hasira nyingi sana, inawafanya watake kujiexpress kwenye streets. inawafanya watake kujitokeza na kujionyesha kwamba wao pia wana haki. Unaona, watu walikuwa wanasema kwamba baadhi ya vitu ambavyo wananchi wa Tanzania walikuwa wanafanya ni vitu ambavyo wametoa kwenye Uh, ni wame-wameiga mfano kutoka kwa nchi kama uh, Kenya ambao wanasimamia haki yao kwenda kwenye street na kuandamana mpaka wanapata haki muda mwingine. Sasa hizi ni vitu ambavyo vimeleta uh, wasiwasi mwingi sana nchini Tanzania, yaani kuna baadhi ya watu ambao waliamka asubuhi uh, wakijua kwamba watapata maandamano inafanyika, uh, labda nchi inateketea, labda kuna umwagikaji wa damu sehemu nyingi tofauti tofauti, lakini cha ajabu ni kwamba haijashuhudiwa popote nchini Tanzania. Yaani naweza nikasema ni moja kati ya vile vitu ambavyo vinaweza vikaleta sifa nzuri, kwa sababu nchi nzima ilikuwa imepanik, nchi nzima ilikuwa ina expect kwamba kitu kibaya kinaweza kikafanyika, lakini mwisho wa siku akijafanyika. Hatujui siku itaishaje Tanzania, hatujui kama siku itaisha hivi hivi, kutakuwa na amani mpaka mwisho, ama labda pengine kuna baadhi ya watu ambao wanapanga kujitokeza kwenye streets kufanya vitu vingine, lakini wajue kwamba kama kuna watu ambao tayari wanapanga kujitokeza kwenye streets kuandamana basi, serikali ya Samia Suluhu pia imejiandaa, kwa sababu Samia Suluhu tayari alikuwa aliwaambia ali, ali, ali, ali, ali, kwamba mi sisi tuko tayari muda wote, yani muda wote tu mkijitokeza muda wote tu aa, mkija sisi tumejiandaa tu, yani tupo tayari. Hakuna muda ambao tunaweza tukasema kwamba wananchi watajitokeza kufanya vitu vya ajabu, halafu unakuta kwamba serikali haijajiandaa, lakini pia kuna baadhi ya viongozi ambao walizungumza wakawatakia siku njema ya yani, niseme kwa siku kuu ya leo tarehe tisa, ambayo wana celebrate siku yao ya uhuru. Lakini pia kuna baadhi ya viongozi ambao pia walikuwa wanajaribu ku-incite wananchi waingie kwenye streets na kuleta vita, ambayo nadhani mpaka sasa hivi wako disappointed, kwa sababu kama hicho ndio kitu ambacho walikuwa wanatarajia kuona, basi hakijafanyika. Hatujui siku itaishaje, lakini tunaiombea nchi ya Tanzania amani, kwa sababu machozi ambayo watu walimwaga, um, mwezi ambao ulipita, wakati wa uchaguzi ni machozi ambao sio ndogo, ni mengi right. Na hivi vitu, kuna baadhi ya watu ambao wakiviona wanapatwa na hofu kubwa sana. Nchi unakuwa na wasiwasi, mambo yanazidi kuwa mengi. Hata sasa hivi najua kuna baadhi ya wananchi ambao wanatoka uh, kule Uganda, wanatoka kule labda Somalia, wanatoka kule Kenya, wanatoka kule Rwanda, Burundi na sehemu kama hizo. Wanaitazamia nchi ya Tanzania siku ya leo kwamba ni nchi ambayo itadumisha amani ama ni nchi ambayo mwisho wa siku pengine kutakuwa na machafuko makubwa sana, ilivyokuwa imeshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu. Lakini pia Mama Samia Suluhu amesimama kujesiri, eh, kwa ujasiri, yeye anajiamini, anasema kwamba hata kama kutatokea vurugu na vitu kama hivyo wao kama serikali ya Tanzania wako tayari kufanya chochote kile kuhakikisha kwamba nchi yao ya Tanzania hakujatokea uharibifu wowote. Lakini pia tujiulize swali, the international communities ambao pia wanaangalia nchi za Afrika na dunia nzima, watasema kitu gani endapo siku ya leo kutatokea machafuko haya ya maandamano watasema kitu gani kama kutatokea tena umwagikaji wa damu sehemu nyingi Tanzania? Tunavyojua kwamba na nilivyokuwa nimesema kule awali kwamba kama kutatokea maandamano, yani kama kutatokea umwagikaji wa damu tena siku ya leo Tanzania, basi hata mama Samia Suluhu atakuwa sehemu pabaya, yani atakuwa ni mtu ambaye anaweza akatolewa hata uongozini kama sio na wanajeshi basi na sheria zingine nyingi ambazo zinaweza zikafuatwa na pengine bunge na wale watu ambao wanahusika. Lakini pia ukiangalia nchi ya Tanzania, ule udikteta ambao upo kwenye nchi hiyo, uh, inaonesha kwamba hata kule bungeni, kidogo mama Samia ana nguvu nyingi sana, ambayo uh, kumtoa kwenye mamlaka itakuwa ni tabu, and that is why wananchi walikuwa wamejitokeza kipindi hile na kusema kwamba wao wataenda kwenye streets kuandamana yani, wataonyesha kwamba wao wanataka haki yani, wao pia wako na haki ya kudai haki yao. Lakini ladies and gentlemen, kikubwa ni kwamba tunaiombea nchi ya Tanzania amani, siku hii ya leo ya Independence, wa celebrate kwa amani. Uh, wafanye vitu vya maana ambavyo vinaweza vikasaidia nchi yao, waiangalie serikali yao na macho tofauti. Lakini pia wakati ambapo nilifanya post ya kwanza kuna baadhi ya watu ambao walikuja kuweka comment pale na wakasema kwamba utawaongoza vipi wananchi ambao hawakutaki? Yaani walijaribu kusema kwamba Tanzania hawamtaki Mama Samia Suluhu, na wanasema kwamba ni dikteta, na hicho ndo kitu ambacho kinawapeleka kwenye streets. Sijui maoni yako ni yapi, lakini vile tumeamka leo asubuhi, hatujaona machafuko, hatujaona vurugu, hatujaona vita. Nadhani ni sifa nzuri na ni picha pia nzuri kwa nchi zingine na pia Tanzania yenyewe, na nadhani hata Mama Samia Suluhu sema, ambapo yupo ni rais ambao ambaye ana furaha. Yani, ukimwangalia kwa makini anaweza akaselebrate akasema kwamba mwisho wa siku nimehudumisha amani kwenye nchi yangu. Niambie kwenye comment section what do you think, do you think kwamba uamuzi huu ambao umefanywa na wananchi wa Tanzania kutoenda kwenye streets? ni uamuzi wa busara lakini pia aa, kama unadhani kwamba sio uamuzi wa wananchi, ni vile wametishiwa maisha na serikali ya mama Samia Suluhu pia, niambie kwenye comment section ladies and gentlemen. Msaibabala Smith on the next episode of the day.